Mambo matatu ambayo utakiwa kufanya kama unampanga kubeba ujauzito miezi mitatu kabla ya kubeba ujauzito. Haya ni mambo ya msingi sana kuyafikiria. Jambo la kwanza, kama kuna dawa unatumia ambazo zinaingilia homoni, ni muhimu sana kuzielewa na uziache miezi mitatu kabla ya kubeba ujauzito. Mara nyingi dawa ambazo zinaingilia homoni zinaweza zikaleta changamoto hasa kwenye masuala ya mfumo au wafahamu wa mtoto na jinsi mfumo wa wafahamu unatengenezwa. Kumbuka miezi mitatu ya mwanzo ya ujauzito ndio miezi ambayo brain ya mtoto inatengenezwa. Jambo la pili, matumizi ya dawa za nywele. Ya, hii itaonekana bwana ni kawaida. Hapana, sio kawaida. Matumizi ya dawa za nyele yamethibitisha kuingilia mfumo wa hormone yani endocrine system, na ujauzito unategemea sana endocrine system. So hii inaweza kusababisha ukazaa mtoto mwenye mapungufu. Unaweza kumuona fiziko yuko sawa, lakini ule uwezo wake kiakili ukapungua. Na jambo la tatu, matumizi ya cosmetics ambazo zina involve kemikali, hasa zile ambazo ni, ni kemi, zenye kemikali za kubadilisha ngozi. Kama wewe ni mjamzito, zingatia, zinaweza kuwa na madhara kwa mtoto kwenye masuala mbalimbali. Wako watoto wanazaliwa na magonjwa ambayo mama zao waliyatengeneza wakati wa ujauzito. Lakini wako watoto ambao wanazaliwa na mapungufu makubwa kiakili kwa sababu ya kuingiliwa kwa mfumo wa hormone yani, endocrine system. Lakini yapo magonjwa mengi tumeyatengeneza kwa sababu ya hichi kipindi cha matumi, kwa matumizi makubwa ya kemikali ambazo zinaingilia hormone. Kwa hivyo kama unataka kubeba ujauzito na unatumia hivi vitu, acha miezi mitatu kabla haujabeba ujauzito. Lakini kumbuka ujauzito mtoto anatengenezwa miezi mitatu ya mwanzo. Kwa hiyo unapobeba ujauzito hakikisha balance ya fatty acids. Ndio maana tunashauri matumizi ya flaxseed oil au omega 3 6 na 9 ziwe zina balance. Ukibalance fatty acids, una nafasi ya kuzaa mtoto mwenye high IQ au uwezo mkubwa kiakili. So balance fatty acids, lakini balance vitu kama amino acids na vitu kama hivyo virutubisho ni muhimu sana katika hichi kipindi. So jitahidi uwe na afya njema na nzuri kabla kubeba ujauzito. Jitahidi hiyo miezi tisa ya ujauzito usitumie dawa kali ambazo zinaweza kuingilia mfumo wako wa mmeng'enyo, dawa ambazo zinaweza kuingilia microbes kwa sababu mtoto anawategemea sana hawa microbes kipindi cha ujauzito.